na uchaguzi ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi. Sasa hivi sasa hivi, kura hatutapiga, kura hatutapiga kura. Kura. Nini kura. Kura. Wacha tutambae lamaoti tubaki na nyumbani. Kura zetu nyumbani.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 Alafu tuone utekelezaji hapa hapa hapa. Sisi msije kuomba kura, msije kuomba kura hapa. Tuna changamoto nyingi, tumefanywa kama vile kisiwa hapa, hatukumbuki kwa kwa chochote kile. Mfano kama mimi hapa, diwani, mimi mimi ni, hapa diwani diwani, leo leo ndo ninayemfahamu ni diwani wangu, lakini hajawahi kuja hapo, mimi sijawahi kuona mimi kama mimi kwa mara ya kwanza na nafahamu diwani leo. Hapa tumepitia changamoto nyingi sana, sio maji sio umeme, ni kwa nguvu zetu sisi wananchi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 Haikupita miezi miwili au kupita mwezi. Malalamiko yetu makubwa ni kwa mbunge na diwani, maana ndo waliofika hapa kwenye eneo na ndo walio tuahidi na walio ndo walio tuahidi kwamba tutajenga daraja la chuma.